Bado hakujatulia ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ndivyo unavyoweza kueleza. Na hii ni baada ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kutengua uteuzi wa Catherine Ruge aliyekuwa mjumbe wa sekretarieti na mtaalamu wa dawati la jinsia. Ndani ya siku tatu wajumbe wawili wa sekretarieti uteuzi wao umetenguliwa kwa nyakati tofauti na mamlaka tofauti za uteuzi wao. Aprili 2, 2025 katibu mkuu wa Chadema, John Mnyika alitengua uteuzi wa Julius Mwita aliyekuwa katibu wa sekretarieti ya kamati kuu ya Chadema, akidaiwa kwenda kinyume na msimamo wa chama hicho wa No Reform, no Election, lakini mwenyewe amedai kuondolewa kwake ni chuki na visasi vya uchaguzi. Ruge ambaye ni katibu mkuu wa zamani wa Baraza la Wanawake wa Chadema bawacha uteuzi wake umetenguliwa leo Jumamosi Aprili tano elfu mbili na ishirini na tano na Lisu aliyopo katika ziara ya chama hicho mikoa ya Kusini akinadi ajenda hiyo ya No Reform, no Election. Mwananchi limemtafuta Ruge ambaye amesema, ni kweli nimetenguliwa, lakini sijaambiwa sababu, labda uulize mamlaka za uteuzi wao, watakuwa na sababu, amesema Ruge. Mwisho wa kunukuu. Alipoulizwa kama amepewa barua ya uamuzi huo, Ruge amesema, nilishapewa barua ya kutenguliwa nafasi hii muda kidogo umepita, amesema Ruge ambaye ni mbunge wa zamani wa viti maalum mkoa wa Mara. Kupitia akaunti yake ya X zamani Twitter, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia ameandika namnuku, mwenyekiti wa chama Tundu Lissu leo Aprili 5 2025 ametengua uteuzi wa mjumbe wa sekretarieti na mtaalamu wa dawati la jinsia Catherine Ruge. Mwisho wa kunukuu. Operation ya no reform, no election inaendelea kuchanja mbuga kanda ya Kusini, ameandika mkurugenzi huyo. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo.